Tumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wanachama wetu na Watanzania wote ambao wamejitokeza leo kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti wetu wa chama. Tumefurahi, tumemwona. Kama mlivyosikia, tumefungiwa muda mrefu tangu mwezi wa 11, hata mimi nilikuwa sijafanikiwa kuonana naye. Nimshukuru kipekee kaka yetu eh, Saidi Bungara Bwege kwa hali yake na usafiri wa Dar es Salaam kuja hapa, ni spiriti ya hali ya juu sana, kwa sababu wote tunajua hii kesi huwa inakuja na mambo mengi: watu kupigwa, kuumizwa, kufanyiwa matendo ya kihuni. Kwa hiyo yeye kujitoa, ni mtu ambaye anaonyesha kwamba kwenye haki hawezi kurudi nyuma. Kwa hiyo namshukuru sana Bwege na watu wengine wote ambao wamejitoa kuja hapa nina mambo mawili ya kusema kwenu leo. Narudia wito wetu ambao tumeutoa tangu mwezi wa nne. Leo mwenyekiti ana siku mia tatu na saba gerezani. Tumesema tena na tena na tena kwamba hii kesi ni kesi ya uongo, ni kesi ya kisiasa. Wamemfungulia kesi, wamekaa naye, wamwachilie. Sasa wamwachilie, Tundu Lissu arudi mtaani Jambo ambalo chama chetu hakitafanya. Mmesikia wanasema kwamba kuna wanaharakati na wanasiasa kwamba wananufaika na Lissu kuwa ndani. Mmewasikia? kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyelalamika kwa hii kesi. Hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwenye upinzani, at least kwa upande wetu Chadema, anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. si kama mnanielewa. Kwa hatuta kubali blackmail hii kesi. Wanataka kuitumia kama blackmail, kwamba wamemkamata mwenyekiti, wanakaa naye, halafu wanatengeneza masharti kwamba fanya hivi. Mara ya kwanza walisema oh, kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya. Nilisema hapo mwaka jana mwenyekiti amemwambia hawezi kukubali wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na na maagizo yao ya uongo au na makubaliano yao ya uongo au na kitu wanachoi wanachoita maridhiano ya uongo, kwamba kubalini kwamba si nini tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali, kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms, no election akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa na wengine wanashangaza sana wanaosema hivi wanasahau kwamba mwenyekiti Mboya alikaa gerezani miezi minane wakati ule mwenyekiti Mboya alipokuwa gerezani yule anayesema hayo mambo ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani? alikuwa ananufaika na mbo ikuwa ndani. Haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani ili tukubaliane na masharti yao? Wanajidanganya sana, wanadili na watu tofauti kabisa ambao hawawajui. ANC ilifutwa na makaburu lakini haikufutika kwenye mioyo ya wananchi wa, e, wa, wa Afrika Kusini kwa sababu ilikuwa ni ni hewa ni, ni, ni ni oksijeni yao, ni oksijeni ya mabadiliko. Chadema ni oksijeni ya mabadiliko kwenye nchi hii ni wow. Oksijeni ya uchumi huwezi kuifuta, imevuka levo hizo za kufutwa. Leo unavyozungumza na nyie, nimeona wanachama wetu kule Migori wamejenga ofisi Leo wanaezeka yani, chama kimefungiwa, wanachama wanajicoordinate, wanajenga ofisi na wanaezeka. Katika mazingira magumu hayo, wanafanya shughuli za chama. Hiyo inakwambia nini? Kwamba hiki sio chama unachoweza kuua kama unavyofikiri, ni kujidanganya. Magufuli alisema hivyo kwamba Chadema itakufa imekufa, imekufa. Ndio maana nasema Chadema ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii, kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani ni chama kikuu cha siasa Tanzania si kama mnalielewa hivi ndio chama kikuu cha upinzani kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri nimeona watu kutoka Sumbawanga everywhere wako hapa kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeishajijenga na kina upendo wa hali ya juu kwao nimetaka niyaseme hayo kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu, mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na sisi kama wanajiamini, tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi, watanzania waamue nani wanataka awaongoze, full stop mambo mengine haya sisi hatutayafanya. Asanteni sana, tukutane Jumatano.